zenu karibuni darasani. Hii rasta ndotumia ni rasta ya fluffy kinky, tunaelewana? Ukiangalia vizuri, upande wa chini na mawimbi, rasta ndotumia hii hapa ni fluffy kinky. Nitakwenda kukuonyesha wakati na isuka, lakini pia kwenye cover nimekuwekea hapo, ukiangalia vizuri utaiona fluffy kinky upande wa chini kabisa. Hii inayotumia ni soft and free gel. In case kama utapata mteja ambaye anahitaji kutumia jeli, japo kuna wateja wengine wenyewe hawahitaji kutumia jeli. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Na kwenye kukata mstari, jitahidi ukate mstari ambao utakuwa umenyooka vizuri, yani nyoosha mstari wako vizuri kama hivi ambavyo unaona. Tumia muda wako, chukua jeli yako hii hapa ya soft and free, paka kwenye ngozi ya mteja chini kabisa kwenye mizizi ya nywele. Umeona hivi sasa nikishapaka jeli kama hivi, hata kama mstari wangu umepishana nitauona na nitaunyoosha vizuri. Kwa wale ambao mkisuka mistari yenu hainyooki, tumia jeli kidogo ya soft and free, nyoosha mstari wako vizuri. Naomba nitumie muda kwenye kuzipanga upande wa chini, kwa sababu upande wa chini ndio ambao utakao ifanya kazi yangu mimi ionekane smart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 Ukiangalia mrembo wangu mdongo, hapa ameshika nywele mkononi, hizi ndio ambazo tayari tumekisha kuzichambua. Ile rasta yako nenda kaipachike hivi kwenye nywele ya mteja. Sasa sisi tutaanza na kutwist kuanzia chini kabisa, utasokota, utasokota ikisha kaza, ndo utaanza kuitwist nywele yako. Lakini usukaji huu kwa wewe ambaye ni unaanza hakikisha unaikaza vizuri kwa sababu usipoikaza nywele yako haitodumu haito muda mrefu. Wakati mwingine ina uwezo wa kuchomoka hapo hapo ukiwa unamsuka mteja yako. Make sure kwamba unapo twist twist vizuri kama hivi ambavyo unaona umeisuka nywele yako. rasta haijatoshea, ongezea rasta yako hivi, shika nywele yako hivi alafu nenda kaisokote. Tunaelewana, hii ni fluffy, fluffy kinky, nadhani watu wengi sana tunaifahamu rasta hii ya fluffy kinky kutoka Darling Tanzania, sawa. Kisha twisti kama hivi. kama bado nywele yako haijatoshea ule urefu ambao unaohitaji una uwezo wa kuongeza tena rasta, sawa. Lakini mimi mpaka sasa hivi nimetumia rasta ambao nimeongeza mara moja, ukiongeza mbo na ile ambayo nilianzia, ina maana ni mara mbili. tufanye kwao unaweza kutumia njia hii ambayo nimeitumia mimi, lakini mimi nimeongeza mara mbili kwa sababu sisuki nywele ambayo ni ndefu sana. Kwa wakati mwingine unaweza kukutana na mteja anahitaji kusuka nywele ndefu, ina maana utazidi kuiongeza nywele yako zaidi. Unaweza kuongeza hata paka hata mara tatu, paka hata mara nne, inategemea na usukaji ambao mteja anauhitaji. Kwao nitakachofanya mimi nita twist mpaka mwishoni kabisa. Wakati na twist nywele hii, na kukumbusha kama wewe bado ni mgeni na haujajiunga kwenye magrupu yetu, Unachotakiwa kufanya kwanza kabisa, kisha umekuza button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini, kama bado kamabado hujasubscribe. Kama tayari umekusha kusubscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen, nitakutumia link ya kujiunga kwenye magrupu yetu, sawa. Lakini umeshajifunza, kwa mfano hivi YouTube, umeshajua kusuka rasta hii ya fluffy kinky, umeisuka nyumbani au saluni kwako, unahitaji urekebishwe. Tuma picha kwenye grupu ambalo utakuwa umejiunga. Madarasa yote yatatokea YouTube, lakini pia mazoezi tutakwenda na feedback tutazituma WhatsApp, kwa sababu huko YouTube hatuwezi kutumiana aidha ni picha sawa sawa, tunaelewana. Kwa hiyo ni hivyo, unahitaji mafunzo ya live, chuo kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika Unahitaji kufanyiwa huduma, kusukwa, kufanyia makeup na vitu vingine, namba ni hizo hizo ambazo unaona katika screen yako. Turudi tena kwenye kuisuka fluffy kinky yetu. Tukishagawanya nywele yetu, kibutu chetu mara mbili, tutakwenda kuchukua rasta yetu ya fluffy kinky, ambayo tutakuwa tumekwisha kuichambua vizuri na kuinyoosha vizuri, yani usichambue chambue tu. Alafu nadhani watu wengi sana kidogo, kwenye kuchambua nywele ni changamoto, nitakwenda kuwafanyia hili darasa pia la ku chambua hizi rasta. Kwa hiyo karibuni sana kwa wale ambao mnahitaji na kujifunza, lakini pia kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na magupi yetu pia, sote tuna wakaribisha. Sawa. Haya, kwenye kutwist nywele upande wa chini, na kukumbusha kuikaza isokote nywele yako, ikaze vizuri. Fluffy kinki ni nywele ambayo hata kama haujui kusuka utaitwist kwa urahisi, kwa sababu yenyewe haitelezi. Yani huwezi ukafananisha idha na, na mfano rasta ya kawaida. Kwa wale ambao mnaanza kujifunza, hii ni ambayo nywele yani yenyewe tu imekacha by nature. Nikisema kukacha, kukaza, kukacha. Kiswahili ni kigumu <laughs> yenyewe tu jua tu haitelezi hivyo vingine. Yes haya, kwa hiyo nitaitwist kama hivi ambavyo unaona kisha twist takuelekeza. Kama utaongeza rasta, tutaongeza rasta. Kama hatuongezi tuna twist mpaka mwishoni. Alafu pia unajua, kwa mfano hii nywele ambayo ukichambua tu yenyewe tu moja, unaweza kuisuka, lakini zitakuwa ni nywele ambazo ni fupi. Kama utakutana na mteja ambaye haongezei rasta au hataki nywele ambazo ni ndefu. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye unajifunza, unaweza kuanza na ile moja, alafu usiongeze rasta. And next time uka ukaongeza vyote vina vinawezekana. sawa sawa. Haya, kwa hiyo baada ya hapo, upande wa chini nilikwambia nitaenda kuweka mawimbi mawimbi. Naweka gani? Mawimbi nitatumia mawimbi ya ya uzi tu kawaida, nitakwenda kuyatumia sawa nitakwenda kutumia uzi uzi. Nimeshawafundisha sana kuweka mawimbi ya uzi kwenye rasta ya kawaida, rasta ya Sensation, Glamozanzi, Superstar, uh, afro kinki, fluffy kinki, na hii tunatumia hapa ni fluffy kinki. Sasa kwa nitakwenda kuitwist kama hivi, akikisha unafunga tu kama unaofunga utumbo wa uzi upande wa maji, tutakwenda kutumia maji ya moto. Maji ya moto nakwambia, popote ulipo, kama una hita tumia hita, kama una gesi tumia gesi, una mkaa, una kuni. Tunachotaka sisi ni maji ya moto. Chemsha maji yako, rekebisha maji yako, tuta kwenda kuna nili kuchomea hayo hayo. Kwa jitahidi yawe tu ya moto vizuri, kwa kama ni ni ya mkaa, una uwezo wa kuyaweka tu muda mrefu, yakapata moto vizuri, ya kuni ukayachemsha tu vizuri mradi tu maji yako yao ya moto vizuri, unaweza ukatumia kikombe, ukatumia ndoo, ukatumia nini kingine, ukatumia beseni, ukaenda kuweka nywele zako. Lakini ukitumia kikombe kama hivi, ni rahisi kwako na mteja asinanilie, asiku asi- sawa, asiungue sawasawa, eh? Tunaelewana ok. Haya kwao, baada ya hapo Tutakwenda tutakwenda kuifuta tuta kui kwa kutumia taulo hivi. Umeona hivi, sawa? Umeona tunatumia taulo ili usije ukaungua. Si unajua hii imetoka kwenye maji ya moto, kwa hiyo tumia taulo ku--- ifyonze if, if, if, if, if yale maji ya moto usije ukaungua. Baada ya hapo, fungua uzi wako kama hivi. Umemaliza mkataba, chambua mawimbi hivyo tu. Ni rahisi, lakini kama utakuwa pia hujaelewa, kuna sehemu nahisi una changamoto, niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi, jiunge na sisi. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen yako. Naomba nikukumbushe, mimi jina langu ni Farida Othman, na karibuni sana Farida Beauty Academy. final touch ni hii, unaweza kuiachilia na una uwezo wa kuibana nywele yako, lakini pia una uwezo wa kuifunga kidoti, ukafunga zingine ukaachilia upande wa nyuma. Kwa hiyo unaweza kubadilisha staili nyingi na za tofauti tofauti. Mimi niseme asante kwa wewe ambaye umeamua kujifunza nasi, lakini nikuahidi mambo mengi mazuri zaidi ha kupitia chaneli hii ya Farida Othman. Asante na kwaherini, bye, bye.